Tunamshukuru Mungu kupata ushindi siku ya leo. Ni mechi kwa ujumla ilikuwa ni ngumu, ukiangalia mechi ya Dodoma mji ilikuwa ni nyepesi kuliko mechi tuliyoipata leo, ni mechi ilikuwa tafu na hii imetunoa kwa ajili ya mechi inayokuja kombe la Shirikisho mm, barani Afrika. Yeah, zungumze kitu ambacho leo kilikuwa kimeshika kasi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na timu zote hizi mbili, Simba na Yanga pamoja na uongozi kuitwa eh, katika kikao kizito ambacho kimefanyika chini ya Waziri Mkuu Palamagamba Kabudi. Tuzungumzie kwanza uh, kitu kilichofanyika leo kwanza. Kuna wahuni leo wameenda uwanjani, wanatoa watu wanadai pointi tatu nje ya uwanja. Yanga si watelimika kisiku, watelimika lini? Wanakataa kama nani wakati serikali iko pale, Waziri Usika yuko pale ambaye ameenda pale kwa ajili ya kutoa maamuzi, kwa hiyo tunategemea baadaye maamuzi yatatolewa kwamba mechi itakuepo na siku ya mechi itakuepo na gemu itachezwa, gemu lazima ichezwe. Kumbuka wenye mpira wao kafu wao wanataka mechi ichezwe. Hakuna, hakuna sasa hivi, kupata pointi za mezani ishapita, na wakati sasa hivi ni mechi lazima ichezwe. Kwa hiyo Yanga wajiandae kwa ajili ya mechi, na sisi tunataka waendelee hivi hivi. Waendelee na, na kelele zao za kusema kwamba dabi haichezwi. Sisi tunasubiri tarehe ya dabi, mechi ichezwe ya. Pamoja na engineer sasa hivi amesema wao wametikia wito. Hakuna cha engineer. Nisikize anachokwambia, mimi mechi hii inaamuliwa na serikali. Serikali ndio yenye vilabu vyao. Kwanza watu hawajajua tu. Simba na Yanga za serikali. Sisi tumeazimwa tushangilie tu. Wao ndio wanaamua mechi ichezwe au isichezwe. Yeye engineer nani kwenye nchi hii? Hii mechi lazima itachezwa. Hii mechi itachezwa. Ameazimia, yani yeye wamemwazima yeye kushiriki kwa kiongozi wa Yanga Afrika. Lakini sio kusema kwamba yeye ana maamuzi ya kusema eti mechi nani, dabi isichezwe. Hana uwezo huo na maamuzi hayo, hana. Mechi tarehe itapangwa, maana serikali ndio ilikuepo, tarehe itapangwa na mechi itachezwa na mechi kichezwa Yanga atakufa. Huo ndio kweli, wenyewe wanabana... serikali na mamlaka mpira. mimi Manana... mpira... uh... mjajua wenyewe raza zenu mm. mm. Kafu wanachofanya hivi mm. nchi husika ikiwa huru, nchi husika ikiwa tayari ni mwanachama wa Kafu, wanatambua uongozi uliopo ambao ni wa serikali. Bila uongozi wa serikali kuwepo, FIFA haiwezi kuwepo au Kafu haiwezi kuwepo. Kwa hiyo, kwa ujumla ni kwamba hivi serikali leo kukaa na wale watu wanakaa bodi ya ligi pamoja na TFF upande wa Simba na wa Yanga, wakubaliane tarehe ya nini tarehe ya mechi. Ila sasa kuna wauni wamekuja eti nje ya uwanja wanasema hivi, hata ungepanga tarehe tucheze, wao wanasema kama nani, timu za watu za serikali kama nani, timu za serikali hizi mm. wao ndio wanaamua gemu ichezwe au isichezwe. Kwa hiyo watu wa Yanga Afrika wategemee kwamba gemu tarehe itapangwa, wasipokuja Simba tapwa point tatu, kama ulivyoona national Zamaleki, Simba naka ubingwa, biashara imeisha yeye Injinia anasema ya kwamba yuko pale kwa ajili ya kusimamia vile ambavyo wanachama wa Young Africans wameituma, na msimamo wa wanachama ni kwamba hawachezi, ili labda haliendelee haliende kubwa mizozo zaidi ambayo tunatamani kuiona ikiondoka mizozo. Mizozo hata waibu mizozo watu watafuta sheria kwanza, referee alienda uwanjani, ili sa yanga dai point tatu. Mechi ile iliahirishwa na bodi. Bodi wana mamlaka kuahirisha mechi. Mechi ile iliahirishwa. Sasa, unaona una kudai unaenda kudai nini? Yanga anaonekana kwamba labda ana matatizo au mengine binafsi. Ile Yanga si washangai Mchungaji, unasema hekima na busara, hakuna cha hekima, yani ni kwa sheria tu mm. Bodi ya ligi waliahirisha mechi mm. Mechi tarehe imepangwa, biashara imeisha, kwa hiyo wana Simba mm, wala wasio na wasiwasi mm. Tarehe itapangwa ita, ita mm. Na Yanga wakija tutawabonda kama kawaida mm. Na Simba atakuwa bingwa mwaka huu mm. Wao hata wakwepe, mi Yanga nawajua mm. Vurugu zote hizi Yanga wanataka kukwepa kwamba Simba kwa sababu ushachungulia kwamba Simba inaenda kwa bingwa, tufanyaje? Tufanye vurugu? Mfanye vurugu msifanye vurugu, Simba bingwa mwaka huu. Kama tamko la matamko ya wazee jana yamewatisha, hakuna, hujanielewa. Hata kama jana wazee wa Simba wasingezungumza, hata wasingezungumza, mwaka huu Simba ndio bingwa wa kombe la NBC. Yanga ashachungulia, ashaona, nifanyaje? Nifanye vurugu. Vurugu ndio Yanga ambao wanaifanya sasa hivi uwanjani. Sasa unafuata nini pale nje? Kuna vijana wamejaa pale, eti wanaosemeje? Wanasema sisi hatukubali tarehe kupangwa, kama nani wanazungumza kama nani? Nchi hii na nchi hii ina sheria, nchi hii ina kanuni zake. Sheria kama nchi kama ina kanuni na sheria zake, ni lazima zifuatwe. Wamejazana pale uwanjani vijana pale, alafu injinia kashika kioe tena, anambia endeleeni hivyo hivyo, endeleeni hivyo hivyo. Tarehe itapangwa na serikali mechi itachezwa, kama yanga atakuja uwanjani, simba atapoa pointi tatu, hiyo tegemeni, na nami niwaambieni sasa, mtembee na hii. Tarehe itapangwa, yanga ataenda, simba atapoa pointi tatu. Mchungaji kwa hiki ambacho nachokisema kwamba injinia amefungua kioo na kuambia na chama waendelee, injinia yupo nyuma. Hiki ambacho kwani anakifanya na Yanga, kwani haoni? Anaona kabisa watu wa Yanga wanafanya uhuni, ule ni uhuni wanaofanya. Uwezi na ukaenda uwanjani wakati unajua maamuzi yanatolewa na serikali, ukaenda uwanjani pale unashinikiza eh, tukusema kwamba pointi tatu sisi tunataka za mezani. Kwa lipi? Kwa sheria ipi? Upo pointi tatu kwa sheria ya nani? Kwa hiyo Yanga wanaichanganya wao wenyewe. Lakini ndio kama hivi, mimi Yanga mimi si washangai. Kama Yanga walikuwa na uwezo walipeka basi Bunju. Yanga mechi imeirishwa kapeleka basi uwanjani. Mimi nitashangaa leo Yanga kwenda uwanjani pale. Eti umecheza na pale nje wamevaa fulana, si ndio nikazichapisha afya. Wewe unasema hatucheze, wacheze na nani? Tarehe itapangwa, Yanga kama hatakuja, Simba atapewa pointi tatu na Simba anachukua ubingwa. Yanga washachungulia, wakajua Simba yeye akina mpanzo hii, hatuiwezi. Tufanyaje? Tuanzishe vurugu. Mbona unaomba kuanzisha vurugu sio 2018 hivi hivi? Yanga sisi tunawajua vizuri. Tukisema hivi Yanga tunawajua. Yanga washazidiwa, wanaanzisha vurugu. Moja moja, kauli ya mashabiki wa Young Africans wanasema kama viongozi wa Young Africans watapeleka timu uwanjani, tarehe kipango na bodi ya ligi, viongozi wajiuzuru, hiyo ni mwembe tu ni. Kwa nini kwamba ni mwembe? Yanga walituanisha wa, tuaminisha sisi kuhusu Morrison, wana urudisheni nyuma kuhusu nani? Morrison, kwamba Morrison mikataba yake imeenea mpaka mwanasheria wao watu wakaenda kushinda pale TFF kama mnakumbuka, wakapigwa chali. Yanga wamekutaminisha kuhusu Kagoma kwamba Kagoma ni mali ya Yanga na mikataba yote wanayo, wakapigwa chali. Yanga wamekutaminisha sisi kuhusu Ngoma kwamba washamalizana nao, wakaja wakapigwa chali. Sasa leo utawashangaa Yanga kwa kwa hilo wanaoangania. Sasa Yanga sisi tunawajua vizuri, toka siku nyingi ni watu wa blabla bla. Timu ya mpira Tanzania ni Simba. Yanga ni timu ambayo inaleta uhuru ingebidi kwa sababu Yanga ndio ambayo inaleta uhuru. Baada ya kuleta uhuru ingebidi Yanga ivunjwe. Sistema harusi. Harusi ikishapata kamati. Baada ya harusi kamati inafanyaje? Inavunja, inavunja, inavunja kamati. Mchungaji, kwa kumalizia labda mchezo wa leo. Sasa mpaka leo ndio vituko tunaviona hivi. Tunaona vituko ambavyo si vya kimpira. Uwanjani mnafuata nini? Mimi kitu kimeshangaza sana. Eti unasema tu, nataka pointi tatu utapewa na nani? Kwa sheria ipi? wamechezana pale mpaka sasa hivi wako pale nasema hatutoki hapa mpaka tuambiwe kwamba pointi zetu tatu tutapateje. kwa nani? mchungaji mchezo umemalizika jeshua buda mutare anaonekana kwa mwe bado ila yanga hujanielewa mimi nawa watu nasemeje wamefuata nini kule kwa sababu ipi? Unachukua nakwambia hivi ngoja nielewe. Na kule mambo ya Misri kule yaachana nayo. yeah. m yeah. Hawa watu wanashangaza watu wa Yanga Afrika, wao tuharibia mm. okay. mpira wetu so, si ndio nakueleza yeah, mimi yeah. kwamba hivi Yanga mimi siwashangae kwa mavituko ambao wanavifanya kwenye nchi, mmenielewa mpaka hapo hakuna mchezaji aliyeumia. Kwanza uelewe namba moja hiyo. Pili bwana mdogo ule namba tano kashapona. Shemalona. Shemaloni simaelewa kipa kama kwaido sulimwona ulimwona, bana timu vocha na Uganda timu imeenea. Kwa hiyo, sii tunategemea mechi ya marudiano Simba kule atatoa. Mi navyojua mimi Simba kule atashinda mbili moja, eh? ii tembea nayo yeah, Simba atashinda mbili moja. Dar es Salaam hapa Simba atashinda goliili Simba kenda, robo final.